Okay, hii sikukuu hii inaitwa Eid al-Adha ama ukipenda Eid ya kuchinja, na kwa maana kubwa ni kwamba eh, unatakiwa kila mwislamu achinje mnyama, anaweza kuwa ni mbuzi, ng'ombe, kondoo, ama ngamia. Na labda uki, ukiangalia mwaka jana na mwaka huu uh, katika mtazamo eh, wa kiuchumi, watu wamekabika kwa sababu hata hapa tulipo leo uh, kuna baadhi ya viongozi wanakuja kuchinja mbuzi ili tuweze kuwagawanyia wale waislamu ambao hawana uwezo wa waku, kuchinja kwa sababu kisheria kila mmoja anatakiwa achinje. mm -hmm. Eh, sasa na ukiangalia sasa mbuzi ni shilingi elfu nane Nairobi hadi kumi na mbili tofauti iko hapo, lakini katika kusherekea tumeenda kuswali asubuhi msikitini. mm -hmm. ajumuika na kwa pamoja, baada ya ibada sasa anafuata ni karamu. Uh, siku ya leo ya Waislamu hapa town kulingana na last year nikikompea, hata ukiangalia tu kwa round unaona hakuna watu wengi kama last time. E, yaani hata activities zenye ziko huku si mingi, juu ukiangalia kama ni hizi hizi vitu za kuswim hizi boat riding wanakuanga wameja huku wametandika mat chini wana enjoy, lakini leo ni wachache turnout mm -hmm. kidogo sana. Je, maybe ni sema tu ni economy vile imewapeleka maybe hawana pesa, ama ikuwe ni ajama tu wako na mambo zingine tu zao. ujumbe wangu kwa waslamu na wapongeza sana kaka kwa imani yao, waendelee kuwa waaminifu wa imani yao, uh, wasifu Mungu na wapende watu.